La sivyo watupishe, ikiwezekana hata leo waondoke. Ni vyema kuishi na mchawi kuliko kukaa na msaliti, na hili ni lazima niwaseme, niseme kwa dhati. Ndiyo maana ninasema kama wapo watubu kuanzia leo. Tunahitaji kuwa na wanachama waadilifu waadirifu, wanaofuata katiba, kanuni na maadili ya chama chetu na sio kuwa wanachama ndumila kuwili. Hatuwahitaji wanachama ndumila kuwili ndani CCM, hatuhitaji CCM pandikizi na wana CCM masilahi, ambao wapo CCM kwa sababu wanamwabudu mtu fulani kwa masilahi yao binafsi. ninahitaji wana CCM ambao siku zote, usiku mchana, mvua ikinyesha, jua likichoma, njaa ikiwepo, shibe wameshiba, watabaki CCM bila kuyumba. Na hiyo ndiyo CCM ya waasisi wetu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na marehemu Mzee Karume, ninayoijua mimi. Mimi siamini kama wana CCM wasaliti wanahitajika ndani ya chama chetu. Mimi ninaamini kama tukishirikiana katika kutekeleza mambo yote haya na mengineyo ambayo sikuyataja, chama chetu kitaimarika na watanzania wataendelea kutuunga mkono na kutuamini. Binafsi nataka kuona CCM inakuwa ya watu hasa wanyonge na siyo CCM ya viongozi pekee. Nataka CCM inayoaminika na siyo CCM inayodhaulika. Nataka CCM ya kufanya kazi na si CCM ya kuomba omba. Nataka pia CCM inayojitegemea na siyo CCM inayotegemea wafadhili. Na kwa kuwa ninyi wajumbe wa mkutano mkuu, chombo cha juu kabisa cha uamuzi katika chama, mmenipa kazi hii, ninakwenda kufanya haya yote kwa niaba yenu. CCM oye! Mapinduzi! Ndugu viongozi, ndugu wana CCM wenzangu, wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka jana, tuliahidi ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2015 na hadi 2020 ambayo nilikabidhiwa na Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu pale Jangwani, na leo pia amenikabidhi Kwenye ilani yetu tuliahidi mambo mengi. Tuliwaahidi Watanzania kuwa tutadumisha muungano, amani, mshikamano wa nchi yetu. Tuliwaahidi kuboresha masilahi yao. Tuliahidi kuboresha huduma za jamii, hususan afya, elimu, maji. Tuliwaahidi kujenga uchumi wa viwanda ili kukabiliana na tatizo la umaskini na ukosefu wa ajira. Tuliwaahidi kuwaondolea kero mbalimbali ikiwemo rushwa, uonevu, dhuluma. Tuliwaahidi kuwa tutasimamia vizuri rasilimali za nchi. Tuliwaahidi kuimarisha miundombinu hususan hususani ya barabara, reli, bandari, nishati, usafiri, usafiri wa anga, usafiri wa meli na kadhalika. Watanzania walituamini na wakatupa tena ridhaa ya kuongoza nchi. Ndugu zangu, wana CCM ahadi kuwa ni deni, ni lazima tutekeleze haya yote tuliyowaahidi kwenye ilani yetu ya uchaguzi ili tuweze kujihakikishia tena ushindi kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Rais mstaafu Mzee Mkapa aliwahi kusema, mwisho wa uchaguzi mmoja ndiyo mwanzo wa maandalizi ya uchaguzi mwingine. Hivyo ni lazima tujiandae tangu serikali ya awamu ya tano imeingia madarakani mpaka sasa imepita takribani miezi nane nafarijika kuwa katika kipindi hicho tayari tumeanza kutekeleza baadhi ya mambo ambayo tuliwaahidi Watanzania mambo hayo ni pamoja na utoaji wa elimu bure ambapo kila mwezi tumekuwa tukitenga bilioni 18.77 hii imewezesha kuongeza wanafunzi waliojiandikisha darasa la kwanza kufikia milioni moja pointi tisa kwa mwaka huu wa elfu mbili na kumi na sita ukilinganisha na wanafunzi milioni moja pointi zero mbili kwa mwaka elfu mbili na kumi na tano. Tumenunua ndege mpya mbili kutoka nchini Kanada na zinatarajiwa kuwasili nchini mwezi Septemba mwaka elfu mbili na kumi na sita. Tumeingia makubaliano na serikali ya Uganda kujenga bomba la kusafirisha mafuta kutoka Hoima nchini Uganda hadi bandari ya Tanga zaidi ya kilomita elfu moja na mia nne ishirini. Bomba hili litatengeneza ajira za zaidi ya watu elfu ishirini na pia likimalizwa kujengwa, tutapata fedha kwa ajili ya revenue. tumetangaza zabuni ili kuanza ujenzi wa reli mpya ya kisasa kiwango cha kimataifa yani standard gauge kutoka Dar es Salaam kwenda mkoa wa Mwanza na Kigoma, na baadaye kuunganisha na nchi ya Rwanda na Burundi, ambapo katika bajeti ya mwaka huu tumetenga shilingi trilioni moja za kuanza nayo kazi ya ujenzi. Tumeongeza fedha za bajeti ya maendeleo kutoka asilimia ishirini na saba ya mwaka jana katika bajeti ya mwaka jana elfu mbili hadi asilimia arobaini ya mwaka huu wa fedha katika bajeti ya elfu mbili kumi na sita kumi na saba. Tumeimarisha nidhamu ya watumishi wa umma. Tumewaondoa watumishi hewa takribani kumi na mbili elfu na mia tano na bado tunaendelea kuwaondoa. Nataka niseme hapa, kama pia ndani ya CCM kuna watumishi hewa, nao wakaondoke. Tumedhibiti matumizi ya serikali na kuongeza ukusanyaji wa mapato hadi kufikia wastani wa shilingi trilioni 1.2 hadi trilioni 1.3 kwa mwezi. Licha ya hatua hizo tulizochukua, ni dhahiri kuwa bado tuna safari ndefu katika kutimiza yale tuliyowaahidi wa Tanzania. Hivyo basi, napenda kutumia hadhara hii kuwaomba ndugu zangu wana CCM kushirikiana kwa karibu na serikali katika maeneo yenu katika kuhakikisha ahadi zote tulizowaahidi wananchi wakati wa kipindi cha kampeni zinatekelezwa. Mojawapo ya njia ya kuhakikisha ahadi zetu zinatekelezwa ni kwa sisi wana CCM kujitahidi kufahamu mipango na mikakati mbalimbali mbali ya serikali. Mathalani, hivi karibuni tumepitisha mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano utakaotekelezwa kuanzia mwaka 2016 hadi 17 na hadi 2020 hadi 21. Mpango huu umejumuisha masuala yote yanayo tuliyoyaahidi kwenye ilani yetu, na umeainisha maeneo ya kipaumbele ya serikali katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Utekelezaji wa mpango huu wa maendeleo umeanza mwaka huu wa fedha ambapo serikali imepanga kutumia kiasi cha shilingi trilioni 29.5 katika fedha hizo na asilimia arobaini tutazielekeza katika shughuli za maendeleo ikiwemo kujenga miundombinu wezeshi ya uchumi miundombinu ya usafiri na nishati kuboresha huduma za jamii kama vile afya elimu na maji na kadhalika naamini kama tutaifahamu na kuielewa vizuri mipango ya serikali itakuwa ni rahisi kwetu sisi wana CCM kuwahamasisha wananchi wetu kushiriki kikamilifu kwenye shughuli za maendeleo kama vile kilimo, ujenzi wa viwanda na kadhalika. Tutaweza pia kuwahamasisha wananchi wetu kulipa kodi kwa ajili ya kugaramia mambo mbalimbali mbali ya maendeleo ambayo serikali imepanga kutekeleza, kwa sababu bila serikali kukusanya kodi hatuwezi tukafanikiwa kukusanya hizi zote trilioni 29.5 zilizopitishwa na Bunge. Ndugu zangu, kama tunaifahamu vizuri mipango ya serikali, tutaweza kufuatilia pia kwa karibu utekelezaji wake kwenye maeneo yetu, hususani kwenye halmashauri ambako fedha nyingi za serikali zinaelekezwa. Hivyo basi, niombe kila mmoja wetu awe mtekelezaji wa kwanza wa Ilani ya uchaguzi ya mwaka elfu mbili na kumi na tano kwa kufanya kazi na pia kwa kuhamasisha Watanzania katika shughuli za maendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu, waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa, Ninayo mambo mengi ya kueleza, lakini leo nimepata nafasi ya kutoa shukrani. Najua tutapata fursa nyingine ya kuzungumza nanyi kwenye vikao na mikutano yetu kwa ajili ya kupeana mipango na mikakati mbalimbali, mbali ya kuimarisha chama chetu na kuleta maendeleo kwa nchi yetu. Kwa sababu hiyo, ningependa kuishia hapa, lakini hata hivyo, nitakuwa ni mnyime wa fadhila kama nitahitimisha hotuba yangu bila kuwashukuru wageni wetu. Kwanza kabisa, wawakilishi wa vyama vya siasa, kama nilivyotaja hapo mwanzo, mmeonyesha ukomavu mkubwa wa kisiasa, na nipende kuwapongeza sana wenzetu hawa ambao wameamua kurudi CCM. Sisi wachunga ng'ombe ninafahamu hata mzee wetu Kikweta anafahamu kwa sababu ana ng'ombe. Ng'ombe akikatika mkia humzuii kuingia kwenye zizi, ila akiingia kwenye zizi wale ng'ombe waliomo watamjua hana mkia. Najua mmenielewa. Ndugu zangu wana CCM, ninafahamu siasa siyo uadui. <laughs> na bahati nzuri mzee Che wamelizungumzia hili na viongozi wengine. Niwaombe wanasiasa wote katika nchi yetu tudumishe umoja wetu kama walivyoonyesha hawa ndugu zetu. Watanzania wanahitaji maendeleo maendeleo kwanza, siasa baadaye. Sisi wote ni Watanzania, tushirikiane kwa pamoja kujenga nchi yetu. Maendeleo hayana vyama. Nawashukuru sana kwa uwepo wenu mahali hapa, wanasiasa mbalimbali waliopo hapa na waheshimiwa mabalozi vile vile, na washukuru wa wawakilishi wa vyama rafiki kutoka nje pamoja na mabalozi, kama nilivyokwisha sema, nawashukuru sana kwa kuja kujumuika nasi kwenye tukio hili la kihistoria. Napenda kuwahakikishia kuwa Chama Cha Mapinduzi chini ya uongozi wangu, nitaendelea kushirikiana nanyi katika ngazi za chama na serikali. Aidha, napenda kuwashukuru watumishi wote wa sekretariati ya chama chini ya uongozi imara mahiri na shupavu wa Mzee Kinana. Mzee Kinana, wewe kweli ni kiongozi. Tumekuona kweli, mara unafyatua matofali, mara unachimba viazi, mara unafanya nini. Ni kiongozi ambaye hujikwezi, na ndiyo maana nasema mwenyekiti mstaafu hukukosea kumteua Mheshimiwa Kinana kuwa katibu mkuu, lakini nimshukuru pia kwa kufanikisha mkutano huu. Sote tunafahamu kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na Mzee Kinana tangu alipopewa nafasi ya ukatibu mkuu. Mara hii tena ameongoza sekretariati na kufanikisha mkutano mkuu maalum. Nazishukuru pia kamati mbalimbali zilizoratibu maandalizi ya mkutano huu. Naibu katibu mkuu wote Tanzania bara na visiwani na wafanyakazi wote wa chama mmefanya kazi kubwa na nzuri sana. Hali kadhalika nawashukuru ndugu zetu waandishi wa habari kwa kazi kubwa mlioifanya ya kuripoti mkutano wetu. Katibu mkuu alipokuwa akitoa taarifa jana, alisema waandishi wa habari waliokuwa wameomba kuripoti mkutano huo walikuwa hawazidi mia mbili, lakini waliokuja, naambiwa ni zaidi ya mia nne, mia tano. Tunawashukuru sana, na hii ndiyo kuonyesha kwamba Chama Cha Mapinduzi ni chama tawala. Nawashukuru pia watoa huduma kwenye mkutano huu wahudumu, madereva, pamoja na wenyeji wetu wana Dodoma kwa ukarimu wenu mkubwa mliotuonyesha katika kipindi chote cha mkutano. Asanteni sana. Ninawashukuru pia Watanzania wote wakiwemo viongozi wa dini mbalimbali mbali, kwa kuendelea kuniombea mimi na taifa kwa ujumla na vishukuru vikundi vya burudani vikiongozwa na kikundi chetu cha Tanzania one theatre toti, kwa kutuburudisha kwa nyimbo zetu maridadi. Ndugu zangu, napenda kuhitimisha kwa kurudia tena kutoa shukrani zangu nyingi kwa wana CCM wenzangu kwa kunipa heshima kubwa ya kunichagua kwa kura nyingi kuwa mwenyekiti wenu. Ombi langu kwenu, tuzidi kushirikiana katika kuimarisha chama chetu ili watanzania waendelee kutuamini. Uchaguzi uliopita umedhihirisha kuwa penye umoja, ushindi lazima. Hivyo tuendeleze umoja wetu, na tujiepushe kumtegemea mtu au kikundi cha watu wachache katika kufanya mambo yetu. Kila mara tukumbuke usemi wa mwenyekiti wetu mstaafu Mzee Kikwete usemao, chama kwanza, mtu baadaye. Ndugu zangu viongozi Leo tuko Dodoma na mikutano yote, mikutano ya halmashauri kuu ya taifa, mkutano mkuu wa taifa unafanyika Dodoma, lakini Dodoma ndiyo makao makuu ya chama chetu cha Mapinduzi, na mheshimiwa mwenyekiti wetu mstaafu ameonyesha nia nzuri ya Dodoma. Ukizungumza chuo kikuu kikubwa katika Tanzania kiko Dodoma. Ukumbi mzuri wa chama chochote hapa Tanzania umejengwa Dodoma. Bunge linalofanyika hapa Dodoma liko Dodoma, lakini pia nimeamua sherehe za mashujaa za mwaka huu tarehe ishirini na tano zifanyike Dodoma. Kwa hiyo waheshimiwa viongozi Baba wa Taifa alipoamua kwamba makao makuu yatakuwa Dodoma hakuwa na tania, lakini miundombinu mbinu mingi. Ukitaka kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam utaenda kwa lami ukitaka kutoka Dodoma uende Iringa, kwa watani zangu kule wahehe wanaojinyonga barabarani utaingia kwa lami. Ukitaka utoke Dodoma uende Mwanza uko kwenye lami, na kwa sasa hivi zile kilometa zilizokuwa zimebaki 188.6 za kwenda mpaka Babati nazo zinamaliziwa kwa lami. Kwa hiyo Dodoma kweli imekuwa Dodoma. Mimi niliahidi kutekeleza ilani ya uchaguzi. Nataka niseme hapa, nataka niseme hapa, nimechaguliwa kuwa rais katika kipindi cha miaka mitano. Nimeshaimaliza miezi minane, imebaki miaka minne na miezi minne. Nataka niahidi kwenye mkutano huu mkuu wa taifa, na ninazungumza kutoka kwenye dhamira yangu. Kabla sijamaliza kipindi changu cha miaka mitano, serikali yote itakuwa hapa Dodoma. Kwa hiyo wale wateuliwa wangu wote mawaziri pamoja na mimi mwenyewe, na bahati nzuri kuru ya Chamwino ipo nzuri kweli, mawe yapo ladha nzuri tu, na kigogo nimeshaanza kujifunza. Mbukweni mbukwa wasinduka wera ukulia chi. Tujipange ndani ya serikali kuhamia Dodoma, tusitafute visingizio tusitafute visingizio. Kama wajumbe wa mkutano mkuu wote wa taifa Tanzania nzima, hata wale wa Dar es Salaam wamekaa Dodoma na wamelala, wamekunywa. Kama bunge lote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania miezi yote huwa linakaa Dodoma. Sioni sababu ya mimi John Pombe Joseph Magufuli niendelee kukaa Dar es Salaam, na ninauhakika siku nitakapohama Dar es Salaam, wanaonifuata wote nyuma kuanzia makamu wa rais na waziri mkuu watakuja, mawaziri wote watakuja kwa sababu miundombinu ya Dodoma inatosha sasa.